habari kwenye gazeti laku la mwananchi nasema mkakati wa kujenga upya Tanzania wa Eva. Lakini mahakama yamwachia taa ya mwambe kijani. Eh, mahakama yamwachia mwambe taa ya kijani. Habari kwenye ya gazeti laku la mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini ufisadi uchawa kimeumana. Eh, ufisadi na uchawa kimeumana. Takukuru yawaita Shabibi na Kangi Lugola ya Takukuru ya waita Shabibi na Kangi Lugola. Lakini maiti ya fukuliwa ya katwa nyama. E, maiti ya fukuliwa ya katwa nyama. Lakini Baghrisa toa ramani ya mafanikio wa jenzi hiyo. Habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa mbele, patana kale yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga jamii lejadi habari kubwa inayosema mahakama ya, ya ridhia waziri wa zamani Eh, kuwashtaki kamishna uhamiaji. Lakini bado kuna habari inayosema jela ishirini kwa kujaribu kumuua mke, e, kumu mke mwenza kwa kumchoma kisu. Jela miaka ishirini kwa kujaribu kumuua mke mwenza kwa kumchoma kisu. Lakini habari kubwa ni wasiojulikana wafukua kaburi, e, wasiojulikana wafukua kaburi ni la mzee wa miaka 85 aliyefariki kwenye ajali. E, waondoka na kipande cha nyama familia y shtuka, jela jipya jeraha e, jipya mwili wazikwa upya, lakini kicheko waajiriwa wapya elfu nane wakilamba mishahara na mahakama kuu yapiga stopu kanuni mahakama kuu yapiga stopu kanuni za waziri. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako na Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye kurasa za mbele lakini tukachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Uh, tuangazie sasa kwenye lako gazeti lako uh, la Mtanzania leo, lenyewe linaanza na habari inaosema serikali yatangaza mpango kabambe uh, wa kuboresha miundo mbinu ya usafirishaji, lakini TBS yapata cheti kwa umahiri kutoka WCO na simulizi ya kusisimua vijana wa yes grupu, simulizi ya kusisimua vijana wa yes grupu E, wajikita kwenye utengenezaji wa mbolea ya asili lakini mafuta na chakula cha wanyama e, wakopeshwa milioni 65 na halmashauri na kuonyesha tija, lakini mkurugenzi wa halmashauri ataja vijana wengine waige kwao. Lakini kuna habari inasema vijana 16 waenda kusomea AI Afrika Kusini chini ya udhamini wa Samia Scholarship, lakini tiseza yabainisha fursa za uwekezaji Simiyu yabainisha uh, fursa za uwekezaji uh, yoni ambari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari, gazeti lako la Mtanzania leo. Tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo, tukianza na habari inayosema la wabunge amani haina mbadala. Yoni ambari inasema amani wa haina mbadala lakini, bengi isa au kwa ubunge na Samia aidhinisha ajira mpya 415, ajira 1 zazalishwa miradi ya kimkakati lakini, trilioni 13, kufungua uchumi miundombinu ya barabara, na BoT yaeleza sababu za kuuza dhahabu ya ziada. Yuna habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti lako la habari leo tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. E, Taifa Tanzania kuna habari inayosema Korea na Tanzania wakuna vichwa kuimarisha miundombinu, lakini NRC na JKT kutumia ekari kumi na mbili kwa umwagiliaji. Hiyo ni habari inayopatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa e, za mbele, lakini nusu ya watainiwa wa PSPTB waanguka mtihani bainapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini tukiachana na gazeti lako la Taifa Tanzania, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaandika miaka ishirini jela e, kujaribu kumuua mke mwenza. Lakini mwezi wa Ramadhani vyakula visipandishwe bei, ili Dr. Mwinyi asema. Lakini bioti yavunja ukimya na ulega ataja mikakati E, mpya kuboresha barabara e, nchini. Lakini Gwajima atangaza neema ya mikopo e, Gwajima atangaza neema ya mikopo hiyo. Ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, asubuhi ya leo linaandika habari inayosema Njombe e, wapokea shilingi bilioni 24.9 kupeleka umeme vitongoji 218 lakini BLT yaeleza sababu za kuuza dhahabu yake, lengo kuwa na miaka kuwa na mizani, ni habari kwa ligi ya kula machinga. Lakini Ulega atangaza mpango kuimarisha miundo mbinu uh, Ulega atangaza mpango kuimarisha miundo mbinu. Lakini bado kuna habari nasema Makonda atangaza fursa kwa vijana bilioni mbili kwa watengeneza maudhui, Makonda atangaza fursa kwa vijana bilioni mbili kwa watengeneza maudhui e, lakini NRC JKT waungana kuongeza uzalishaji kupitia umwagiliaji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi huru lenye ukurasa mbili linaandika shirika la forodha duniani WCO la ipatie BS cheti cha umahiri. Lakini katibu Chadema Rungwe mikononi mwa polisi kwa uchochezi. Lakini kuna wanaosema vijana wa wa Jasi grupu wa mshukuru Dr. Samia. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi huru tuangazie kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo lenye linaandika habari inayosema e, IGP Wambura ampatia bajaji askari aliyevunjika mguu e, mara nne akiwa kazini Morogoro. Lakini Rais Samia atoa bilioni mbili kwa watengeneza maudhui e, mitandaoni Rais Samia atoa bilioni mbili kwa watengeneza maudhui mitandaoni. Vijana wa Yasi Grupu Karagwe wafanya mambo makubwa, lakini Waziri Mkenda awaaga vijana eh, 16 wanaokwenda kusoma Afrika Kusini ni kupitia Samia Scholarship yuni. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la e, Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele, lakini gazeti lako la Dira ya Mtanzania linaandika serikali atoa bilioni mbili kuwapiga tafu watengeneza maudhui mtandaoni na wakorea wa Tanzania wakuna vichwa kuijenga upya miundo mbinu, lakini vijana kikundi cha yes grup Karagwe waleta mabadiliko kupitia mikopo hiyo. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la Dira ya Tanzania kwenye kurasa ya mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar leo asubuhi ya leo inaandika BOT yatoa ufafanuzi kuhusu biashara ya dhahabu, lakini Dr Mwinyi asema Zanzibar ina chakula cha kutosha. Mahakama Kuu kuzindua mfumo wa kisasa usikilizaji kesi, yuna habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari gazeti asubuhi mwana aliyonaandika, imetimia ahadi ya Makonda kutoa fedha kwa uandaaji wa maudhui mitandaoni ya kijamii, lakini apokea bilioni mbili kutoka Rais Samia, atoa uelekeo namna ya kupata mikopo Waandaaji online media content creator na vijana wengine wenye vipaji kupata eh, mitaji ya kujikwamua kiuchumi. Lakini mkakati kujenga upya Tanzania kimiundombinu ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Habari eh, wa eh, kwenye gazeti lako la Mwanahabari Eh, gazeti bora kabisa kwenye kurasa eh, za mbele. Lakini tukiachana na kurasa za mbele tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani, gazeti lako la mwanahabari linaandika habari inayosema Simba na experience ubabe ubabe kesho. Eh, Simba na experience de Tunisi eh, ubabe ubabe kesho. Lakini kocha Yanga, leo tunaingia uwanjani kupambana. Huyo eh, ni kocha wa Yanga, Pedro Goncaves asema Eh, leo tunaingia uwanjani kupambana, lakini watengeneza maudhui wanapongeza wampongeza waziri e, eh, Makonda Manura anaonyesha ubora kurudia Tanzania wani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika kwenye michezo hawatoki amani we ni Pedo Gonkaves, lakini nyota Simba wa mkuna baka e, eh, nyota Simba mkuna kocha mkuu Steve Baka. Habari kwenye gazeti lako e, la e, mwana gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiachana na gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo, tuangazie gazeti lako la Zanzibar leo lenye inaandika Simba Singida Black Stars vitani kimataifa kesho. Lakini serikali kuendeleza michezo yote, huyo ni Dr Pembe asema, na polisi yaahidi ulinzi Yanga na Al Ahli. E, Zanzba, ya kiomba amani complex. Lakini ligi kuu soka la wanawake Zanzibar yazinduliwa uniambani kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini tukiangezea kwenye gazeti lako e, gazeti lako la Nipashe lenye kwenye mchezo na Yanga ya Ota kisasi ikiwakabili Al Ahli. Hata hivyo Pedro Goncaves yafunguka, watacheza kwa tahadhari, ulinzi kuimarishwa e, Zanzibar. Lakini gueye e, kicheko anza na rekodi mbili Msimbazi. E, huyo ni gweye e, kicheko anza na rekodi mbili Msimbazi, yule kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga linaandika e, maguli kuongeza nguvu Dodoma. Yanga Al Ahly mechi kibabe leo. Lakini mpanzu ataka kuondoka Simba, Yanga yatajwa. Rais Samia asikiliza ombi la Waziri Makonda, atoa bilioni mbili kwa watengeneza maudhui lakini Singida Black Stars matumaini kibao Congo Brazzaville. Kwenye gazeti lako la machinga kwenye kurasa e, za michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania kuna michezo naandika Yanga yaahidi kuwaduaza Al Ahly na Ahmed Ali Simba tulivyokuwa e, tunaitafuta tumeipata. Lakini Rais Samia awapa bilioni mbili watengeneza maudhui ya kidigitali. Lakini Benfica Madridi wakutana tena playoff. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa e, za michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo naandika e, kocha Yanga aipigia hesabu kali Al Ahli. Lakini Simba yapata mzuka kuikabili Experience de Tunisi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo naandika usikanyage waya.